Shinikizo la damu la ateria mapafu, hii ni hali ambapo upande wa kulia wa moyo wetu unaathirika, ikiwemo atia ya kulia, ventrikali ya kulia na ateria mapafu. Sababu za hali hii ni nyingi na zinatokana na mambo mbalimbali mbali. inaweza kuwa imesababishwa na matatizo kwenye mapafu au inaweza kuwa ni vile vivalvu vya moyo vimeathirika. Kwa hiyo tunahitaji kutambua na kupanga wagonjwa hawa kwa muda na kuwapa matibabu kulingana na hali zao. Vipimo vya msingi vinaanza na ek echocardiogram, x-ray ya kifua, kisha tunajaribu kufanya CT pulmonary angiogram na ikihitajika hata uchunguzi wa moyo wa kulia. Kama nilivyosema, hii ni shinikizo la damu la ateri ya mapafu cl hii ni idara inayoshirikiana ambapo madaktari wa moyo pamoja na madaktari wa mapafu wanahusika katika mchakato huu. Wagonjwa wa sehemu hii mara nyingi hupata kushindwa kwa moyo kurudiarudia kwa sababu mbalimbali mbali, kama vile kiwango chao cha hemoglobini kuwa kidogo. Upungufu wa damu unaweza kuwa moja ya sababu zinazochochea hali hii, kwa hiyo ni muhimu kuhakikisha viwango vya hemoglobini vinabaki juu ya gramu 11 hadi 12. Kisha wengi wa wagonjwa hawa watakuwa na tatizo la atrial fibrillation. Hii ni hali ambapo mapigo ya moyo huwa juu na yanapiga bila mpangilio. Katika hali hii tunajaribu kutoa dawa fulani na kudhibiti mapigo ya moyo baada ya muda, kushindwa kwa moyo upande wa kulia huathiri pia upande wa kushoto wa moyo, na kwa hiyo dawa zinazotumika pia huwa tofauti. Hivyo basi, ni mchakato wa ushirikiano ambapo daktari wa magonjwa ya mapafu pamoja na daktari wa moyo tunashirikiana ili kutoa matokeo bora kwa kundi hili la wagonjwa.